Kwa hiyo niliona kuna vipaji ambavyo havionekani kwa sababu viko pembezoni huko, kwa mfano, wilayani kwao, tukaanzisha academy ambayo inaitwa Sharp Strikers academy mwanzoni na watoto wa miaka kumi na nne ambao ndio hawa wamekuwa kuna ambao watacheza jioni, hao ndio wamekuwa wamefikisha miaka ishirini alafu tukaanza tena na wengine ambao walikuwa chini ya miaka kumi na mbili kipindi chocho karibu, ambao sasa hivi ndio wana miaka kama kumi na kumi na nne ndio hawa kumi na nne 15, 16 hapo anda 17, hao ambao wamecheza hii asubuhi, na lengo letu ni kuendelea kuwapa vijana platform, na labda baadaye tunaweza tukakorogwe pia ikapata timu ambayo ikacheza Premier League labda ya, ya Tanzania, lengo la kuwaonyesha kwa sababu kwenye hizi ligi za wilayani wanashiriki, lakini ligi za wilayani zinakuwa zina mambo mengi, kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuonekana lakini tukiwapa nafasi kama hizi za kuja kuonyesha vipaji vyao kwenye pamoja na timu kubwa kama Azam au kwenye, na kwenye viwanja vyao kunakuwa na watu wengi wanaoangalia. Kwa hiyo nategemea kwamba baadhi wanaweza wakaonwa na Azam au wakaonwa na timu nyingine kubwa ambao wakapata nafasi ya, ya, ya kujiajiri kupitia michezo Amin. Mechi ilikuwa kwa upande wangu ilikuwa nzuri, ingawa kuna makosa madogo madogo ambayo natakiwa pia nitayafanyia marekebisho kabla ya mechi inayokuja, lakini nashukuru wachezaji wangu wamecheza vizuri. Pia wapinzani, kuna makosa tumefanya ya kimpira kwa wapinzani wangu, wameshindwa kutumia tu ile nafasi, lakini nao nawapongeza kwa sababu wameonyesha sha kwamba nao wamecheza vizuri, lakini matokeo ndio hivyo, wametoka goli tatu kwa kwa bila nimeshinda. Shukuru kwanza kwa wachezaji wangu wamefuata maelekezo ambayo niliwatuma na kusema ukweli, nina majeruhi wengi sana kwa usanda 17 wengi nimewaacha. Kwa nakuta, nimecheza kwa hali ngumu, kuna wachezaji ambao nimeona kabisa wamechoka, atakiwa kupumzika, lakini sasa watu wa kuingia kutokana na nimeambiwa kwamba wataanza anda 17 kwa atakaofuatia, kwa nimeshindwa kuingiza kosi kosi A. Kwa hiyo kosi B wamecheza vizuri, nashukuru, ingawa mwisho mwisho hapa kidogo kuna makosa mengi tatu wanazidi kufanya kunajua kutokana na hali halisi ya uchovu na wachezaji baadhi walikuwa wamechoka.